Yes, eh, chakula iko ready eh, eh, so naona uh. Unataka kukula chakula hii, chakula yote anti, hata kama nikavakara anti, hii ugali mlima, hata kama ni wiki moja anti, kweli kusema ukweli guys, hebu ona hii na mayai, sijui ni mayai ngapi, mayai tano. Mayai. Yes. Yeah. Andi kweli uko serious kweli? Aujakosea anti bati kukula, ni lazima mtu akule, lakini sasa hii yote anti hii yote mara mara ni paketi ngapi? Ni nne hapa. So, madam nimeona hii chakula iko kwa fridge nyingi na kwetu hakuna chakula. Peke yako. Peke yako hii chakula. Yeah. Ha, ha, anti hapana <laughs> this serious eh. Anyway, kama unaweza kula anti, nakaa hapa ni watch. Nataka kukuona ukimaliza hii ugali. Sasa ah, mimi nataka, mi nataka kukuochi kwa sababu wewe ndio umepika hii ugali mm. Anti, nataka hii ugali ukule umalize, sawa madam? Nitamaliza, ni sawa, I'm here watching